Naam, bwana moja kati ya comment za Haji zimekutana huko tumezikuta huko mtandaoni. E, japo kuwa ni kwamba alikuwa na comment then anafuta na anapita kushoto, lakini tayari wadau walikuwa kama kawaida wanatunza kwa kupiga screenshot. Hivyo basi zimesambaa huko mtandaoni na Bibi Zailisa amekuwa akiposti replay za Bwana Haji umeona bwana eh. Na mambo yanazidi kuwa ya moto kweli kweli, kwa sababu katika ile, katika ule ujumbe wa Zailisa ambao alikuwa ameuandika mrefu sana, akaongea mambo mengi mpaka akaelezea kuhusiana na kwamba binti wa dada yake ya Zailisa alikuwa anaenda kuishi pale nyumbani kwa kina Haji Manara na Zailisa kipindi cha likizo. Huyo alikuwa ni binti wa miaka 17, ambaye eh, ni mwanafunzi, alikuwa anaenda kuishi pale, inasemekana hivyo. Lakini pia Zaylisa kaweka wazi kwamba kulikuwa kuna vitendo ambavyo vilikuwa vinaendelea low key eh, kwamba Haji alikuwa akimshika maziwa na nini, akimjaribu kumtongoza kwa namna moja au nyingine. At the end of the day ni kwamba hizo siri zote Zai anasema kwamba yuko amezijua, na ushahidi yuko nao, na yuko tayari kumwexpose kiundani zaidi ni kwamba Haji amekuja ku replay hapa Manara amekuja ku replay hapa katika comment section na alicho replay ni hiki hapa. Manara aliandika kwamba mtoto wangu na wazazi wangu wapo juu ya kila kitu. Mbona, eh, Manara ameandika hivyo kwamba mtoto wangu na wazazi wangu wapo juu ya kila kitu. Sasa hapa pointi ni kwamba unaambiwa kwamba sababu ambayo ilikuwa imesambaa kwa mara ya kwanza kwamba kulikuwa kuna hizi habari ambazo zilikuwa zimesambaa zikiwa zinahusiana na kwamba Zaylisa alikuwa anawanyanyasa ana, ana watoto wa Manara, yaani Al, alikuwa anamnyanyasa mtoto wa Manara, na hicho ndio kitu ambacho kikapelekea kuwepo na ugomvi kati yao. Sasa Zaylisa akaona okay, this is too much, huu ni uongo, akaamua sasa kuexpose ya kwake ambayo ndo hayo aliandika katika ule ukurasa ule mrefu ambao tumeshazungumza katika video iliyopita, na akaexpose hayo mambo kwamba Manara alikuwa anamshika maziwa huyo binti wa mdogo wa mtoto wa mdogo wake Zaylisa ambaye alikuwa ameenda kuishi nao pale kwa kipindi cha likizo na mambo mengine mengi. Sasa Manara, Manara ndo akaja kareplay hapa akaandika kwamba mtoto wangu na wazazi wangu. Hii ni replay ya Manara ambayo inaonyesha kwamba msimamo wake bado uko pale pale, ya kwamba Zaylisa ananyanyasa alikuwa sababu ya ugomvi wao, sio hayo mengine ambayo anazungumza Zaylisa, bali ni kwamba sababu ya ugomvi wao kwa mujibu wa Manara, na hii comment hapa aliyokuja kuiweka ni kwamba sababu ni kwamba Zai ananyanyasa watoto wa Manara. So Manara ndo akaja akaandika hapa kwamba mtoto wangu na wazazi wangu wapo juu ya kila kitu. Unamnyanyasa mwanangu hata kwa chakula, alafu ulitaka tuendelee kuishi ndani. Alafu ulitaka tu uendelee kuishi ndani kwangu. Mwanangu wa kwanza kabisa umnyime hadi chakula. Yote naweza kusamehe ila kwa mwanangu na familia yangu. No. Big no. Manara ameandika hivyo, akaendelea hapa Manara kusema kwamba siwezi kustahimili. Mange, unadhani hana akili? Baada ya kukulipa unataka huruma kwake. Ameandika hivyo kwamba Mange, unadhani hana akili? ni baada ya, kuku, ya kukulipa unataka huruma kwake. Acha roho mbaya, mwanamke Mona, bwana, hicho ndicho alichokiandika Haji Manara katika peji ya Zaylisa, kwamba Haji Manara bwana ametilia mkazo kwamba sababu ya ugomvi wao ni kwamba, eh, sababu kubwa ya ugomvi wao bwana anadai kwamba, eh, ni issue ya yeye Zaylisa kunyanyasa watoto wake Manara. Umeona bwana eh. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo, na hiyo ndio sababu ambayo imefanya kwa mujibu wa, eh, kwa mujibu wa Manara, hiyo ndio sababu ambayo imefanya hawa wawili eh, wagombane. Sasa wadau mbalimbali na page zimekuja kuripoti huko mtandaoni kuhusiana na hii issue, ambapo hapa kuna page ameandika bwana Manara na yeye pia amemjibu Zaylisa eh. Jamani mambo ni moto, ila Zaylisa jamani, kuna mtu ameandika hivyo. so, the point ya Manara hapa ni kwamba amekuja kudhihirisha kwamba sababu ya ugomvi ambapo yeye kimemfanya ashindwe kustahimili, eh, kuishi na Zaylisa kama mkewe ni kwamba Zaylisa ananyanyasa watoto wake, umeona japokuwa Zaylisa yeye amekuja ku expose mambo mengine, lakini Manara amekuja kuthibitisha hilo na amekuja kuweka hiyo comment katika page ya Zaylisa baada ya, ya kuweka ule ujumbe wake pale. Umeona bwana. Sasa nataka ni kusomee maoni ambayo yamejitokeza baada ya Manara kwenda ku comment katika page ya Zailisa na ku expose kwamba sababu ni ile, ile ambayo inasemekana kwamba watu walishaanza kuisanuka kusanukia huko mtandaoni na Mange aliweka hiyo sababu kwamba eh, Manara mtoto wake ananyanyaswa na ndio maana wana ugomvi mkubwa sana na Zailisa mara kwa mara so, hapa, kuna kwamba bwana, ni wakati huyu mzee aoe malaika. Sasa hawa binadamu wote hawatowezana bwana, kumeanza kuchangamka bwana, kimetokea nini tena jamani? Umeona kwa mwingine hapa amesema kwamba elewa neno chakula, umeona kuna mtu amekuja kucomment hivyo bwana. Manara anataka azime ushahidi wa Simba kuongelewa wa azime ushindi wa Simba kuongelewa. Kuna mtu ameandika hivyo, kwa mtu amesema, bwana tuko na simba kwanza, huu puuzi utuache kidogo. kwa mtu so kwa bwana, mimi kiukweli nasimama na Haji. Swala la mtoto wangu kunyanyaswa, sitojali chochote, lazima uondoke. Kuna mtu ameandika hivyo, kwa mtu so kwa bwana, hawa wanataka kutuharibia tu ushindi wetu sisi Simba. Ameona kuna watu wanahisi kwamba yeah, ule ushindi wa Simba dhidi ya Waarabu jana ndio baada tu ya ushindi, ndipo na haya mambo yakaja yaka erupt huko mtandaoni. Kwa kuna watu wanasema kwamba bwana, hii ni imekuja tu ili Simba isizungumziwe na ushindi ulio upata, lakini at the end of the day, ndio hivyo tuna mambo yalivyo. Na sasa hivi hapa, kiukweli, mpaka asubuhi ya leo, kitu ambacho kinazungumziwa zaidi mitandaoni ni issue ya Manara na Zaylisa kuachana, kuliko hata ushindi wa Simba, you understand? So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini kuna mtu hapa amekuja amesema kwamba E bwana, kumbe uzuri siku zote unaendana na uchoyo eh? Kwa mnasema mwambie bwana kwani Dula makabila amesikia hiki kinachoendelea. Kuna mtu ameuliza hivyo, na hii ni kwa sababu Dula Makabila alikuwaga katika mahusiano na mwanadada Zaylisa na kwa muda mrefu sana. Dula ameonekana kama vile bado akinungunika roho yake ikimuuma eh, kama vile hajaridhika swala la yeye kutengana na Zaylisa. kuna mtu hapa anaitwa Ruga ameandika kwamba bwana wewe <laughs> tatizo bwana, mnapenda sana ugomvi, ndio maana watu wamesherekea hii issue kwamba bwana kati ya hawa wawili muongo E, ameshajulikana ni nani. Kuna mtu amekuja kuuliza hivyo kwamba kati ya kile ambacho anazungumza wa Haji Manara na kile ambacho anakizungumza Zaylisa, je, watu wameshagundua kwamba muongo ni nani? Kwa sababu huku Zaylisa anasema kwamba Manara ana tabia chafu, anatembea na mausgeli mixa, kutongoza ndugu za ndugu wa Zaylisa, alafu huku upande wa pili Manara anasema kwamba Zaylisa ndio ana tabia chafu, ananyanyasa watoto wake, hata chakula anawanyima. Umeona bwana, kwa hiyo hapa watu wanajiuliza kwamba, je, muongo ni nani? Haya, huyu hapa anaitwa Royal Day Voice, anasonga mbele bwana. Ehe, mambo hayo, ngoja tuone kama harusi yao iliitwa Royal, Royal Wedding. Je, tunasubiri Royal Divorce yao itakuwaje bwana? Sawa, mmeachana eh, ila tunakukumbusha tu kwamba Simba imeingia nusu finali. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine amesema kwamba bwana, mnahangaika nao hawa, ni waongo bwana, wana kiki. Tokea lini Manara, tokea lini Manara atake kuachana na mwanamke alafu atangaze kwa ujasiri gani alionao? Kwa mtu ameandika hivyo, anahisi kwamba hiki kinachoendelea huko mtandaoni, bwana ni kiki mambo hayo, lakini unahisi una, kwamba inavyoonekana ni kama vile kweli mambo yamekuwa chembwele. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vilevile hakikisha vile, una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.